wa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za ujumbe wa baraza la mapinduzi na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdulla naapa kwamba nitaitumikia vyema. Kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie.